Karibu kwenye Pesa Vibe, chanzo chako bora cha maarifa ya fedha na maendeleo binafsi. Hapa hatutoi ahadi, tunakuonyesha njia ya kweli ya kubadili maisha yako hatua kwa hatua. Tatizo linalotusumbua wote, wengi wetu tunataka kuwa huru kifedha lakini hatufiki kule tunakotamani. Sababu kubwa Tabia zako ndizo zinakuamulia maisha, si mshahara wako, si bahati. Na habari njema ni kwamba tabia zinaweza kujengwa. Sheria nne za James Clear zikitumiwa kwenye fedha zinaweza kukuletea mabadiliko makubwa. Sheria ya kwanza, ifanye tabia iwe dhahiri, ishara. Mfano bora, weka kopo la akiba mezani, kila ukikiona unakumbuka kuweka hata shilingi mia moja. Kubadilisha tabia mbaya kama unatumia pesa ovyo kwa online shopping, futa app hiyo au utoa taarifa za promotion. Sababu ya kuvutia: ubongo wako hupenda mwongozo wa kuona. Ukiweka tabia nzuri mbele ya macho yako, hutaipuuza. Sheria ya pili, ifanye iwe ya kuvutia. tamaa Hatufanyi kitu kwa sababu tunapaswa, tunakifanya kwa sababu tuna hamasa ndani yetu. Mfano, badala ya kusema naweka akiba tu, sema naweka akiba ili nijenge biashara yangu ya ndoto. Unganisha na raha: baada ya kuweka akiba, jikubalie kuangalia video ya kuvutia au kujizawadia chai unayoipenda. Sababu ya kuvutia: akili yako huhifadhi tabia ambazo zina furaha au matokeo mazuri. Vuta hisia zako ndani yake. Sheria ya tatu: ifanye iwe rahisi. Tabia ngumu huachwa haraka, tabia rahisi hufanyika kila siku. Mfano, anza na kuweka akiba ya shilingi 500 kwa siku. Ni ndogo, lakini hujenga tabia ya kudumu. Tumia kanuni ya dakika mbili. Kama haichukui zaidi ya dakika mbili, fanya sasa. Sababu ya kuvutia: ubongo wako huipenda kazi rahisi, hivyo anza na ndogo, itaongezeka kwa wakati. Tabia ya nne: ifanye iwe ya kuridhisha. Zawadi: hakuna anayetaka kungoja miaka kuona matokeo. Zawadi ndogo ya haraka husaidia tabia kuota mizizi. Mfano: baada ya kuweka akiba wiki nzima, jipe siku ya likizo ya akili. Lengo: ukitimiza malengo madogo, jipe zawadi ndogo itakayokufanya usisahau. Sababu ya kuvutia: ubongo hutaka uthibitisho kuwa ulifanya kitu sahihi. Zawadi hufundisha kuendelea. Tabia bora za kifedha hazijengwi kwa maamuzi makubwa ya ghafla, bali kwa vitendo vidogo vinavyorudiwa kila siku. Ukiweka mifumo ya tabia bora, pesa zako zitafuata mwelekeo sahihi. Chagua tabia moja ya kifedha, iwe ni kuandika bajeti, kuweka akiba kila siku, au kuacha matumizi mabaya. Anza leo. Comment chini, ni tabia gani ya kifedha unaanza nayo leo? Subscribe sasa kwa video nyingine nyingi zitakazobadili maisha yako ya kifedha, hapa hapa Pesa Vibe.